Njia tatu rahisi za kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji. Katika hii video fupi, nitakushirikisha njia au mbinu tatu rahisi na halisi zinazofanya kazi, ambazo unaweza kuanza kuzitumia leo bila hata kutumia shilingi moja ili kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. Na njia ya kwanza ni affiliate marketing. Hii ni njia ya kupata pesa bila kuwa na bidhaa zako. Unatangaza tu bidhaa, huduma za kampuni fulani. Ukileta mteja, unalipwa pesa. Na aina za programu ambazo unaweza ukajiunga ukiwa hapa Tanzania ni Digital Store 24, Clickbank, Impact, Sela na kadhalika. Unachohitaji katika njia ni simu na mtandao, yani nikimaanisha internet, mitandao ya kijamii, na uwezo wa kuelezea bidhaa kwa ushawishi. Na faida ya njia ya affiliate marketing hakuna gharama za kwanza. Hutakiwi kuwa na gharama za kwanza. Unatakiwa tu kushiriki linki zako kwa njia sahihi ukipata wateja na ingiza mkwanja. Na njia ya pili ni kuandika na kuuza ebooks kama una maarifa ya chochote kile unaweza kuiweka kwenye ebooks fupi na kuwauzia watu mtandaoni. Kwa mfano unaweza kutengeneza ebooks ya njia ya kupunguza kitambi bila mazoezi. Ukaiweka bei elfu tano. Kwa mfano watu mia moja wakinunua hiyo ni laki tano. Unaochataji katika hii njia ni simu au laptop, Google, njia za kupokelea maarifo, maarifa na hamasa ya kuandika. Na njia tatu ya kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji ni utengenezaji wa mauzui, content creation. Hii njia unatakiwa tu kutengeneza mauzui, mauzui yoyote yale ayo, ya kuelimisha, kuburudisha au kuchekesha, ili mradi yawavutie watu na hayo mazuka post katika mitandao ya kijamii kama TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Na kupitia hayo mauzuri, yakishaanza kupata watazamaji wengi, unaweza watazamaji wengi, followers wengi, subscribers wengi, watu watakuja wafanye biashara, watakuja kutangaza biashara zao katika peji yako au YouTube channel yako, na utajiunga pia na partner program za hiyo platform kama YouTube partner program, utaanza kulipwa pesa kwa kwa viewers unaopata, na unachohitaji katika hii, hii njia ni simu yenye kamera, ubunifu, kujifunza namna ya kutengeneza video zenye mvuto. Na faida ya njia, unaweza kuanza bila mtaji, na taratibu watu wanakujua na kukuamini. Kama umeipenda hii video, hakikisha una subscribe hii channel unashiriki na ndugu jamaa na jamana, marafiki na kama unahitaji kujifunza namna namna ya na kutengeneza pesa mtandaoni na jinsi mimi nilivyoanza kutengeneza pesa mtandaoni hadi shilingi milioni mbili kwa kutumia smartphone yangu bila ya kuwa na ujuzi wala uzoefu wowote wa, utaenda katika chaneli yangu Siri za Mtandao, utasubscribe hapo, utaingia katika profile yangu kama inavyoonekana kwenye screen hapo utaenda katika maelezo ya channel hii, maelezo ya channel hii maelezo ya channel hii ili kupata huo mwongozo wa kwanza kutengeneza pesa mtandaoni. Utaenda katika eneo la links hapa, utabonyeza hii links ya kwanza iliyoandikwa kutengeneza pesa mtandaoni. Hapo utapata mwongozo wa hatua kwa hatua wa jinsi nao unavyoweza kuanza kutengeneza pesa mtandaoni bila ujuzi wala uzoefu wowote wa mahali popote pale ulipo, unaweza ukaanza kutengeneza pesa mtandaoni bila ujuzi wala uzoefu wowote Na unaweza ukanifollow pia katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook. Jina nayotumia Siri Za Mtandao. Usisahau kusubscribe, kulike na kushiriki na ndugu jamaa na marafiki hii video.